tembea na highlights nne tu. Moja ni swala zima la mapato, namba mbili swala zima la maendeleo, namba tatu swala zima la mahusiano, namba nne na ya mwisho ni haki na wajibu. Sasa kwenye mapato, wazee wangu, halmashauri hii imetenga budget mwaka 2025 26 zaidi ya bilioni ishirini na saba lakini katika makusanyo ya ndani tunatakiwa tukusanye zaidi ya bilioni ishirini na mbili na kitu kitu ambacho naamini wazee wangu kwa busara zenu naweza mkaisaidia halmashauri kufikia malengo. Ninapozungumza swala la mapato mnaweza mkajiuliza swali moja, si natuhusu nini, mpaka tuambie na situko nje ya chaki. Lakini meyafanya haya ili nyinyi mjue kwamba halmashauri yenu inakusanya nini na imeelekeza nini kwenye baadhi ya kata. Ili tu nimetaka mjue, hauwezi kukaa kwenye nyumba bila kumjua mwenye nyumba anataka nini, au mpangaji mwenzako nini anahitaji. Sasa sisi nyumba hii tumerithi kutoka kwenu, kama wazee wetu, tunaendeleza yale ambayo nyinyi, naamini yakifanywa vizuri, ule uzee wenu utakuwa na faraja zaidi, mtakuwa na tabasamu kwenye serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nyingine ni suala zima la maendeleo. Hapa kwenye maendeleo nataka nipaweke vizuri zaidi. Kwenye maendeleo hapa, naamini busara zenu zikitumika, Tanga itakimbia badala ya kutembea. Kwa nini? Humu ndani kila mmoja ana taaluma yake, humu ndani kila mmoja ana kada yake, humu ndani kila mmoja ana uzoefu na uzoefu wa kwake, lakini kila mmoja anafika mahali ana mahusiano yake. Mimi naamini kidole kimoja hakivunji chao, naamini hivyo lakini ikitumia hekima za wazee hapa walioko ndani katika kikao hiki, wazee wenye tanga yenu, halmashauri itakimbia. Lakini kwa busara zenu na maelekezo yenu, kusisitiza wale walioko nje kutokimbia kulipa kodi, walioko nje kuisaidia tanga yao, walio katika ofisi nyingine kuona tanga ni ya kwao, ikatufikisha hapa tulipofika. Namba tatu ni mahusiano, na ndio tumekifanya leo sisi hapa na hapa kwenye mahusiano ndio pana maneno, na najua nikiacha hapa nitapata maneno mengi sana. Kwa nini? Nadra sana kumthamini mzee, ninadra sana kumthamini mzee, na hasa ukiwa kijana, unaamini wewe ndio umesoma, unaamini wewe ndio umevaa vizuri, unaamini wewe ndio unakula vizuri, lakini mzee huwe uwezo hana. Ndio akili ya ujana jinsi ilivyo lakini mimi naamini mpaka amefikia mzee, haya yote ameyapitia, y yote ameyapitia. Kwa hiyo, kwa sababu hatuishi kwa kulipa visasi, ndio maana si wengine tukasema acha tuwaite wazee tuwasikilize, busara zao, watutoe hapa tulipo, waturekebishe, watukosoe panapostahili kukosolewa, kwa taratibu na kanuni za kukosolewa, ili tuijenge Tanga ya